Kabla ya mradi wa korosho Manyoni kulikuwa kuna changamoto tofauti tofauti hasa kwa mtu mmoja mmoja, lakini pia katika familia na kwa halmashauri kwa ujumla. Jina langu naitwa Mpiana Idrisa Abduli, ni afisa kilimo wilaya ya Manyoni. Hili eneo limetengwa rasmi kwa ajili ya kilimo cha korosho na korosho kama tunavyoonyesha Manyoni hii ilikuwa takriban inatakiwa hekari zaidi ya elfu 35 ndo hasa ilikuwa malengo, lakini mpaka sasa tuna hekari takriban elfu 22 mpaka 25 tayari zimeshaweza kupandwa korosho. Kwa majina naitwa Haruni Yohani Serarika, ni afisa kilimo katika kituo cha uzalishaji wa mbegu bora Masigati, Manyoni. Sisi kama TARI tunatoa elimu bora ya zao la korosho, mbegu na ufuatiliaji shambani. Kuwepo na kiwanda kwanza kimerahisisha kwa wakulima wetu, kwamba mwanzoni ilikuwa mtu anaweza kusanya korosho zake, lakini mtu anakuja kumrangua, kwa sababu unakuta anauza kwa bei nafuu, anaweza kilo akaambiwa shilingi 800, 900, labda bei ya kubwa sana elfu moja kwa sababu ya nini? Viwanda vilikuwa havipo Manyoni, lakini kwa fursa hii kufika Manyoni ya viwanda imekuwa imesababisha mkulima mwenyewe sasa kuweza kupata kipato kikubwa. Miaka mitatu hadi mitano ijayo na matarajio ya kuwa na uzalishaji mkubwa sana ambao utanipa manufaa katika maisha yangu, familia yangu, lakini na serikali kwa ujumla.